Kwa majina naitwa Subira Mgalu, mbunge wa viti maalumu wa mkoa huu wa Pwani. Leo tarehe tano mwezi wa tatu 2025, nimepata fursa ya kufanya ziara fupi kati ya kitongoji cha Tungutungu kata ya Mapinga. Madhumuni ya ziara hii fupi ilikuwa ni kuja kuwaunga mkono wananchi wa kitongoji hiki cha Tungutungu ambao wameona ipo haja ya kujitolea jitihada zao juhudi zao fedha zao na michango mbalimbali mbali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara yao ya hii ya Tungutungu. Kimsingi nimeona ujenzi wa mtaro, na nataka niwapongeze sana sana kamati ya barabara pamoja na wananchi wa Tungutungu tungu, kwa namna ambavyo wamejitolea muda wao amali zao kwa ajili ya ujenzi wa mta, mtaro huu ambao ni moja njia ya mkakati wa muda mfupi ambao utasaidia kuweza u ku yawezesha maji kupita ndani ya mtaro huu na hivyo walau kupunguza kiwango cha uharibifu mkubwa wa barabara hii au kiwango cha mafuriko. Sasa kama mwakilishi wa wanawake, na mimi nikaona nije kuunga mkono jitihada hizi kwa kuchangia mchango mdogo tu kwa ajili ya kuunga mkono juhudi hizi ili waweze kuendelea kujenga mfereji huu. Kwa hiyo nimekuja hapa nimekabidhi e, mchango wa tofali mia nane ni kama laki nane hivi kwa ajili ya kuwawezesha. Ikiwa mimi kama mimi tu nimeona nichangie kipekee. Tunakushukuru sana mheshimiwa mbunge e, mama yetu Subira Mgalu kwa kutuonyesha upendo wako kwa vitendo. A, umekuwa na sisi katika mambo mbalimbali mbali, tangu enzi hizo tunajenga zahanati yetu ya kitongoji na leo umeonyesha kwa vitendo, pamoja na kukuwa na shughuli nyingi, lakini eh, umeweza kufika uh, katika kitongoji chetu cha Tungutungu, ili uone juhudi za wananchi wako ambao wanajitolea kwa ajili ya kujenga mtaro. Sisi hatuna mengi zaidi ya uh, sisi sio wanasiasa, lakini tunakushukuru sana tumewasiliana na viongozi wengi lakini wewe umekuwa mfano halisi na mfano wa kweli. Mimi kama mwenyekiti wa kamati hii ndogo ya barabara ninakushukuru sana, ninasema usituchoke, tunaomba uzidi kutubeba. Umeongea mambo mengi mazuri e, mengine tutayafanyia kazi, lakini pia tutaomba mwongozo wako kwa jinsi gani na namna ya kuzifikia baadhi ya taasisi na wadau ili waweze kutusapoti tuweze kuijenga hii barabara kwa kiwango bora zaidi kuliko hata sisi tunavyotarajia. Tumepata matumaini kwa ajili ya hichi ambacho umezungumza kwamba tunaweza tukafanya kwa kiwango cha juu zaidi ya hapa tunapotarajia. Nikushukuru sana mama.